Oye, wabunge, wananchi watakatifu, wa takatifu hii, tuko na msituko wa moyo. Sisi kama watu na bwana ODM tumepata habari mbaya, habari yale mbaya National Executive Council ya tuwaambie imefanya kule.

Wewe, leo hii Sifuna ameondoka na vijana. Kwa hiyo ODM, kumbuka kwamba vijana, sisi kama vijana atuko. Ile watu wamepaki hapo ni wale watu ya wimbo ama kwaya ya tutamu. Sisi kama wale ambao wanaitwa wafuazi chama ya Mrembe Nation Jamii ya Gusii Nation, jamii ya Wakamba and other tribes and even some Luo people. Wale ambao wanaamini kwamba Mheshimiwa Sifuna anasimama na lengo la, na legacy ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tumetoka kwa hiyo chama. Na tunataka kukuambia kwamba Mheshimiwa William Ruto umenunua kikapu ya nyaina maana. Hiyo kikapu tumekataa na mimi mnajua wabunge. si mnajua mimi ni hapa. Na mimi nilikuwa nataka nisimame na chama cha ODM, lakini kuanzia leo kwenda mbele, mimi si mwana ODM tena. Mimi mambo ya ODM tumemaliza sana na yayo, kwa sababu hakuna haja. Muende wale muungane, kikundi ya wimbo, kikundi ya watu ya tumbo. Hadi mnatoa ODM mnatoa Sifuna. Sasa nyinyi mkiangalia wale wamebaki, ni wana ODM ama ni watu ya tumbo wale wamebaki ni watu wanajielewa ama wajielewi? Sisi tumesema hivi, bwana Oburu Odinga, yale yani umefanya leo na unajua tumejua hii habari yako, kwa sababu asubuhi tumeona ile statement umetoa ilikuwa tofauti. Baada ya kutumiwa pasa na ukapewa simu na kutoka state house, ndio umependuka ukatoa Sifuna. Sisi tumekubaliana na wewe, lakini sisi kama we as members of ODM tumetoka Uwezi toa mtu mwenye anaitwa Siba CS. Ule ni mtu ambaye tunaamini bwana wa Kenya wote wako na imani yake. Ndio sababu tumeona ile puppet ambaye imechaguliwa chana imeitwa Chalango atinakuja kupinga Sifuna. Hapo huko Mombasa tumeona iko na delegate wetu tuwe wengi hapa. Sisi tunataka tuwaambie kwamba hatutachoka kumfuata Mheshimiwa Sifuna. Mheshimiwa Sifuna, mahali huko. Naomba unisikie. Mheshimiwa Sifuna, usiogope, tuko na wewe mpaka mwisho. Hata kama ni mbaya ni mbaya, sisi tutasimama na wewe. Wakikuja na bunduki, sisi tutakuja na mawe. Wakikuja na risasi, sisi tutakuja na gurudumu, tuchome hiyo risasi, tuchome wao na tutafukuza wao.

Oburu Odinga na Junet Mohamed. Sisi atuogopi. Mahali tumefika hata mimi nimekufa, mimi ni marehemu tayari. Wewe Oburu Odinga, wewe jua sisi tunakuja wewe. Hiyo NDC venye umetangaza itakuwa mwezi wa sita mwaka huu utatupata hapo. Ukitaka hata ukiona Mombasa ni karibu, wewe chukua hata Turkana. Utatupata hapo Turkana. Mahali baba tunaamua upeleke NDC, utajua sisi ndio wana ODM. Na tulikuwa tunapenda papa kwa pule. We love the Raila Amolo Odinga for free. We are not paid. And nobody can pay us. Sisi kama punga la wananchi na mkuru kwa Ruben ambayo tunaamini Mheshimiwa Edwin Sifuna na tumekuwa wafuasi sugu wa ODM. Yale maneno yamefanyika leo, tumekataa na tumelaani hiyo kitendo. Tumelaani, kwa tumelaani, tumelaani hiyo kitendo kwa njia zote zile na wewe Mheshimiwa William Ruto. Sasa umehakikisha kwamba tukienda kwa meza sisi kama ODM hatutakuwa na sauti, kwa sababu umegawa hiyo ODM. Lakini haina shida. We as aspirants. Mimi ni aspirant. Mimi ni mtu natafuta kiti ya MCA. Tutahakikisha, We will mobilize the ground against the government of William Ruto and the party of ODM led by Oburo Dinga. That's what I'm going to do. And kuanzia sasa kwenda mbele my own work will be very simple. Mobilizing people against the government of William Ruto and doing uh, everything I can do to ensure that I mobilize people against the party, uh, the, the party called ODM led by Oburu Odinga. But here, I'm Mujima Babu Owino, here, I'm Sifuna, tuko ndani. Wapunge oe! Wapunge oe! Tufukuze Oburu! Aende asiende Oburu aende asiende, kwa sababu hatuwezi kubali kama chama cha ja ODM muntu awekwe kama puppet na atumiwe. Sisi kama chama cha ja ODM tumehakikisha kama ODM ya Oburu imekubali tumbo waende na hapa kama bunge la wananchi na mimi kama wenye ground mobilizer, aurejua Oburu tatembea na sisi. Hatukuwa tunataka mzee aende, kama miaka yake ijafika, lakini kwa sababu amehitaji hiyo pressure, kwa sababu ameomba pressure, tutampea. Na tumeona kijana mmoja kutoka Kisii anaitwa anaitwa si, e, Simba Radi. Wewe Simba Radi, waje nikwambie, baba hapo nyumbani Kisii, hata sioni kama utapata hiyo kura ya gavana. Na hiyo unang'ang'ana na senata ambaye yeye akashauriwa dikuwa gavana, senata hapa Nairobi, wewe hapo nyumbani unapatisha. Hata sioni kama utakuwa gavana, you have to fight for your own seat because you are going home. Hata wewe unastahili kupiga magoti mbele ya Mheshimiwa Matiang'i upate kiti ya gavana, lakini sasa hii inisiti ya kutetea kiti yako umeenda kuimba wimbo ya kututa kwa sababu unajua wewe ni mwizi, wewe ni mtu umeleta ile mchina yako kutoka China, umekuja kuibia watu ya Kisii unafikiria tujui. Tutafukuza wewe uende hapo China kwa sababu wewe mtu hujasoma, unajua kichina peke yako, tutahakikisha umerudi China. Kwa sababu huwezi kutoka hapo Kisii mtu anaitwa Mwai, sikia Mkisii anaitwa Simba. Kwani wewe ni mnyama? Sisi tunahakikisha wewe utarudi hapo Simba mahali, kwa sababu watoto ambao wanaletwa kutoka nje ya ndoa ndio wanakuanga na tabia mbaya kama wewe ambao hawana adabu. Hatuwezi kubali watoto kama hao, watu kama hao watuletee shida. Wabunge tumesema Oburu aende ama asiende, Oburu aende asiende. Ae. Oburu asiende. Ae. Sisi tutabaki na chama cha ja, ODM na no Oburu aende, asanteni. Ae. Bunge oi. Unajua leo nimepata habari ya kwamba ile chama ama ile chama ya Oburu Odinga ati imefanya ile kitu sisi tungependa tuambie wa Kenya ile kitu umefanya ndo tulikuwa tunangoja zaidi sasa, yeah. Sisi tunataka tuambie bwana Sifuna, bwana Sifuna, wewe karibu DCP na tutakuunga mkono ukiwa DCP. Sasa hizi as we talk tumejua ya kwamba ODM is dead. ODM imeenda. Imeenda. Sisi tunangoja matanga ya ODM tuweze kuenda na tutapeleka ng'ombe zingine. Ndio. <laughs> tunajua tayari ODM imekufa. Ni siku ya matanga ndo wajatangaza uhum. Sasa mimi ningeomba niulize hao wangwana, hati mumeona kutoa Edwin Sifuna, hati ekonomi ya inji inaenda kukua? Wacha tuone kesho, vijana mia tano wameweza kupata ajira kwa ajili ya kutoa Edwin Sifuna. Sisi tungependa tuambie Oburu Odinga, tulijua wewe ni puppet na unatumiwa na Ruto. Sasa hiyo kiti ya, ya SG wa ODM, enda pea William Samuel Ruto akue general general secretary wenyu uu. Tukiangalia kwa hakika, bila kudanganyana, hii ODM mwenye amekula ni hu jamaa anaitwa Karuto aahu, yeah. Jamaa anaitwa mwizi wa masha anaitwa masha, ma masha, ma arabu mashamba hati yeah. Amekuwa mwizi na odm ameiba ODM. ODM wote hawana macho. Sisi tungependa tuambie wana ODM, mukijaribu sana 2027, mupata viti hapa Nairobi labda mpate kiti moja peke yake. Hizo vitu zingine zote tunaenda kuhakikisha zimeenda, na wale watu wako na akili mzuri, si ndio jameni? hey. Sasa mkiangalia ODM yenye iko ni ya tumbo na njaa. Sasa mkiangalia watu, kuna mahali wanapeleka watu kama wenyewe, washaanza kuchanganikiwa saa hizi, ati wanaenda kutoa ule mtu mwenye amewatetea. Mimi ningependa niseme, Sifuna amefanya kuondolewa mzigo ODM. Imefika mahali ikakuwa ni mzigo kwa Sifuna Sa wewe Sifuna, hata Mwenyezi Mungu alisema kama mizigo ni mzito tuweze kumpelekea atupumzishe. Sasa ODM washaa kupumzisha mizigo zao zote na tunasema hii ODM. Mimi nilikuwanga supporter ya ODM. Mimi bila kuwadanganya, hakuna mtu anaenda kusimama na UDA; anaenda kusimama na ODM mwenye nitaweza kupea kura yangu. Hao wote unajua ni mapapeti wa siasa na mkiangalia kusema wakweli. Mukiangalia Sifuna na hii mtu inaitwa Jalango, mtu wa vitimbi mtu mtu wa comedy. Mimi na ningependa niambie Jalango ile comedy yenye umefanya maana zaidi ni comedy ya kukuja kusimama Nairobi <laughs> na tunajua ya kwamba hiyo ndo utaenda kutrendi nayo. Ndio, yeah. Unaenda nyumba tukataka tuambie hao wangwana hivi msiende mbali UDA na ODM. Yeah. Ya Tutu, 2027 kupeleka afya mambili nyumba moja iende suko ingine iende Kisumu. Uu, tunajua ODM, ODM ya Odinga family si ODM ya Wakenya. Kama Raila akiwa hai alisema chochote Sifuna anasema ni hiyo ni sauti ya chama. Sasa Oburu ametoa sauti ya chama wapi? Ati anaenda kukongamana pale Mombasa na anatimua katibu mkuu, hiyo si, ni njia mbaya yenye mmechukua. Na tukiangalia ndugu zetu waliwe, tungependa tuwambia hivi watoto wenyu wamekuwa na nyanyaso kwa muda mrefu sasa. Hizi ni muachane, na hii chama ya ODM muende muunge vyama zenyu mkono, musipigie chama yoyote inaitwa ODM. Nyinyi Waluya na Wakisii, wacheni tuachane na ODM, yende ikuwe hapo Kisumu, iende ikuwe Kondele peke yake, lakini hapa pengine hatutakubali hii chama inaitwa ODM. Hii ni chama ya makatel. Makatel wa kwanza ni uGladys Wanga. Wateli wa pili ni usimba ratu. Hapa kisi hapa lajini wa Kisii, pelekeni mtu nyumbani, sindio? Sasa sisi tu, tukiwauliza kusema ukweli, huyu mungwana mungwana ameenda tunajua, ameenda kalibu amisi, tumejua ameenda Nanda. wale ni watu wamesimama na chama. Oburu ni wapi alisimama na chama, hata maandamano, hata maandamano moja ya ODM ajawaienda sasa, simuitishe maandamano arushie tia gas moja tuende kwa matanga huko tena. Juu saizi tunajua, saizi akitupa katia gas ya kumshtua tunaenda maandamano. Tukienda maandamano, tunajua tunaenda maandamano ya kuzika ye. Lakini sisi tumefurahia juu ya kwamba, Kalonzo, mahali yako tafuta ng'ombe zingine, tuende tuzike chama ya ODM huko kwao. As we talk now, ODM is imebaki chama tu ya, ya boma. Anapotuambia kwamba Azimio ilikufa, mbona kama ilikufa saizi ndo mnataka kutoka yeah? si mungetoka kwanza ndo msema ilikufa saizi. Tumeona wana prepare leo, ndo wameanza ku prepare leo. Alikuwa na kazi ngumu, moja ni ya ku prepare venye watatoka Azimio, nyingine ni ya kutimua viongozi. Raila mwenyewe hajaitimua kiongozi yoyote, na leo mmeweza kufanya hivyo, na sisi wa Kenya tumeenda na wale viongozi wako na akili mzuri Wacha wenye njaa waendelee kukua na njaa. As we talk now, the next 2032, governor wa Nairobi atakuwa ni Edwin Sifuna. Edwin Sifuna. Oye. Oye. Ya kwanza ningesema niko na uchungu sana as a ODM member. Now this goes to Oburu, party leader, direct. You have done a big mistake. Umetufanya makosa kubwa kutimua SG Edwin Sifuna kwa kiti chake cha ODM. I want to confirm to you coming general election of 2027 you will not retain your seat as a senator of the senator Sierra County I want to tell you again, you will remain without your ODM. We as the youths of Nairobi County, the only person whom we know, a super senator of Nairobi County, is Edwin Sifuna. Yeah. Edwin Sifuna, wherever you are, I'm telling you, my friend, enda ukuje na chama yoyote, iwe hata kama utaenda siti mchari, uendu kuje na maiti mwenye amedalika pale, tutakupigia kura, kama senator wa Nairobi coming 2027 ile ODM ambaye tunamtambua mtambua, sai mimi kama ODM member, ni ODM Linda Ground ambaye inaongozwa na babu wino, James Orengo, Edwin Sifuna, Kalebamisi, wini Odinga na kadhalika. Hii pro ODM inaongozwa na Oburu na wengine mawaabu nuas, ikwende kando kabisa na tunawalaani kabisa. Wachini kutumia vibaya, the president anawatumia vibaya. Raila was killed, ODM party has also been killed. Yet you are telling us that you are in a broad based. Raila did not leave us in a broad based. He left some individuals, but not Kenyans. Kenyans are now suffering, and you are telling us that you are in the broad-based government. Tunakashifu vikali kabisa, na tunakuambia sisi kama wanachama cha ODM, coming election of 2027 hiri hata tuondoe support Kalonzo Musyoka awe rais wa Kenya. Asanteni sana wananchi, na tusimame imara, tusimame kidete tukijua, 2027, seneta wa Nairobi ni Edwin Sifuna. Wanabunge oye, wanabunge oye mabunge oye. Mimi niko na ujumbe na Mheshimiwa Junet Mohamed. Mimi niko na ujumbe yake ya maana sana. Wewe Mheshimiwa Junet Mohamed. Wewe mwizi wa pesa ya agent. <coughs> Nataka unisikize vizuri na unajua mimi nasikia ni uchungu sana kuona olia anaipa pesa ya agent na olia si wezi Oria kuiba pesa ya wananchi ambaye tungekuwa na Raila rais, unajua Raila angekuwa amekufa kama si Junet Mohamed. Junet Mohamed ndiye ameiba pesa za ajenti, amefanya baba amekufa, na leo, na leo hii Junet Mohamed ndiye alikuwa ametangulia kule, ndiye yeye ndiye amefanya tena ODM inakufa. Wewe Junet Mohamed, if you are a man enough and you think you are a man I want to dare you. 27. Simama hiyo kiti yako kule zona east, kama kama wewe ni mwanaume, tuone kama utashinda ile raundi. Anza kupanga safari ku mshumaa. William Ruto is one of the smartest politician we have in the country ako na kriteria moja wewe, wewe, wewe Mheshimiwa Junet ujui anatumia kitu inaitwa use and dump. ametumia akina Moses Kuria wameanguka, ametumia watu wengi kutoka Mount Kenya wanaweza kuambia, na wewe atakutumia. Ikivika tarehe tisa, tarehe 10 mwezi wa nane 2027 tarehe kumi na tano ukisipotangazwa Story yako na kwenda utaenda kwanza, wewe uanze kuchunga mambo ya, kam, ya, ya, ya kamera huko juu huko juu, kwa sababu wewe hauna maana tena, wewe hauna maana hata ile ile maradhi ya waoria sasa imekukataa wewe, sasa hauna maana kabisa, na sisi kama watu wenye tumekaa kwa ODM kwa muda we have paid every price in ODM and we won't accept mtu anaitwa Maoria kutoka Somalia tumekuja tukapea tukapea, kama alivunja nchi Kenya hapa. Tukaonea yeye huruma, tukapea yeye, tukaonea kiti ndio tumeka sisi. Ni watu wa ODM bwana, na sisi tumesema kama wewe na Simba mnadanganyana, kama kuna watu, mimi nimeona kule kwa place wanaenda nyumbani, ni watu wawili wenye, niko 100% sure Simba arati nyumbani, hata <coughs> wale <coughs> ndugu zetu <coughs> so nasikia aa wanaongea hapa, ni wandugu zao kutoka nyumbani, na ni wanaongea roho yao wa ya nyumbani, wanasema Simba arati anaenda nyumbani, yani Simba anaenda arali inka, Simba is going home. There is no way Simba can, is going to rescue himself. Hata atumie dawa ya uchawi ya kisi, hata atumie njia gani, Simba anaenda. I am telling you the truth. Na sisi hatuwezi kubali watu wenye wanatoka bahari ingine wakuja kutuambia kwamba Simba ataletea kitu. Simba anaenda. Mheshimiwa Charango anaenda. Unajua Charango anafikiria kiti ya Senate ya Nairobi. Ni mchezo ya kuleta comedy na kuingia kwa Chachi Riso.

Waheshimiwa waje pia nyinyi waheshimiwa na wasalimia mchamba. Nikisema ODM unasema ODM, ODM, ODM. Sasa ile kitu nilikuwa nawaambia mimi, nimetoka huko, venye nimetoka, nimetembea kwa, sio Mombasa, nikiangalia, nikiangalia, huyu jamaa anatuchezea, mnaweka wa box. Atakuja hapa wiki nyingine aongee ile mambo, ile amecheka, ile amefanya, ile amefanya na kitu umemwangalia kwa umbali Aa, aende Mandela hapo. Mandela aende akule, unajua anachapa bibi yake mwenye ni kiongozi